Mimi naitwa Benjamin Sitta. E, kwanza ni diwani wa kata ya Msasani, lakini mstahiki meya manispaa ya Kinondoni. Tuna changamoto kubwa sana ya kifedha, yaani kwa maana mpaka sasa bajeti nyingi tulivyozipanga, hata zile tulizozipanga hazijatekelezwa haz, haz kwa kila mwaka unakuta kuna miradi tunaiweka lakini inajirudia kwa sababu haitekelezwi. Sasa tukija kwenye ishu ya watoto kuna, kuna, kuna mambo kama mawili ni ongelee muhimu sana. Kuna mpango ule wa TASAF eh, wa kaya ambazo maskini ambazo nazo tumekuja kugundua kwamba zilikuwa haziendi vile ambavyo zinatakiwa ziende kwa hiyo zile kwanza peke yake tume, tume, tume, kama ulisikia hapo juzi tumegundua kuna kaya nyingi zilikuwa zinafaidika bila kuwa kweli ni maskini. Sasa tukianza na pale maanake itakuwa na zile maanake wale unatoka kwenye kaya maskini labda analelewa na bibi, analelewa wale watoto wale. Lakini katika kuona namna ya kusaidia kwa ujumla, kwa sababu sisi ni ngumu kuainisha watoto na, na serikali iliona ikaweka mfuko wa wanawake na vijana eh? ambao wenyewe unaangalia tu unaishi wapi, unaona. Yani ukiwa ni mkazi wa Kinondoni, aidha we ni mwanamke mjasiriamali au kijana mjasiriamali, mjasiriamali mdogo kabisa. Tunaongelea mama anauza vitumbua, kijana anauza karanga, wale ndio wanaolenga ule mkopo ule mkopo. Unatakiwa ni asilimia kumi ya pato la ndani ya halmashauri. Sasa changamoto tuliyoikuta ambayo nimeikuta mimi nimekuta bilioni mbili zilitolewa mwaka jana, yaani mwaka huu wa fedha, ambazo nikiangalia tathmini yake sikuridhishwa na jinsi zilivyokwenda, kwa maana jinsi zilivyotumika na zilivyoenda huko. Kwa hiyo tukasimamisha, tukasema tunaangalia upya na tutatengeneza mfumo wa kuweza kuwatambua wakazi tukishawatambua wakazi, tuweze kutambua kila anayepata ule mkopo progress yake ikoje, kwa maana tunaweza mtu kumpiki kutoka kwenye tasafu kwenye kaya maskini, kwa sababu ni program ya miaka mitatu, tukamwingiza kwenye programu ya halmashauri sasa ya mfuko wa wanawake na vijana, tukamonitor progress yake, kwa sababu mikopo hii ya wanawake na vijana inaanzia laki tatu mpaka milioni moja, milioni moja na nusu na ulipaji wake ni kidogo kidogo, na riba yake ni ndogo, lakini riba inarudi kwenye ule mfuko. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na benki, na dhamana yake ni kikundi kile, lakini fedha unapewa wewe, lakini unadhaminiwa na kikundi kile cha wenzao. Kwa hiyo wakiwepo vijana ambao ni, ni, ni wajasiriamali, fedha zipo, lakini ni kuonyesha kwamba wako serious kwenye ujasiriamali. Wakiwepo wanawake ambao ni serious kwa maana ya ujasiriamali fedha zipo. kama nilivyosema, sikufurahishwa na jinsi zile fedha zilikuwa zime zimetoka zime. Kwa hiyo tukitoka huko sasa, labda utakuwa umetufumbua macho kwamba sasa tufike mahala tuanze kuangalia namna ya kusaidia hawa sasa watoto, ambao hiyo ni challenge kubwa sana, kwa sababu tunaweza katoka mkoani akaja tu hapa akamdampu mtoto, anajua bana, Kinondoni kuna program ya kusaidia watoto. Kwa hiyo system hiyo kiserikali haipo, lakini kupitia E, e, e, maendeleo ya jamii e, kitengo hicho ndio tumeweka hizi fedha ambazo tunatenga kusaidia sasa hawa ambao ni wajasiriamali wa, wa e, kwao. Labda hiyo pia tujichukue pia kama changamoto kwamba tuone na wenyewe uko mahala mbele, tuweze ku, kuona namna ya kusaidia. Lakini kwa upande wa watu wa, wa kwenda shule, elimu ni bure, kwa hiyo watu wanatakiwa waingie huko Eh, changamoto tulionao ni kwamba kuna watu bado wanasema shule kule chakula labda, eh, kuwe angalau na uji kuwe na hivi. Kwa hiyo ziko changamoto nyingi sana lakini, sasa specifically hawa watu ambao ni watoto wa mtaani eh, bado hatujaweza kuwaweka kwenye ajenda ambayo sasa ya kuona jinsi gani ya kuwasaidia wao kama wao, lakini kwa wale wasiojiweza lakini wana nia ya kuwa mjasiriamali fedha zipo fedha zipo na kwa hizo halmashauri zetu e, una, una, tulitenga mpaka bilioni mbili e, ambayo mtu ana, ana, ana, ana, anapewa anarudisha, anapanda level nyingine, anarudisha, anapanda, na mimi nikawa, nime design kwamba akifika mahala sasa amekuwa mkubwa, kwa maana anafika anataka mtaji wa milioni tatu, nne, tano, kuna benki ambazo tumeshaongea nazo kwamba wao wa, wa level hiyo kubwa nao na wawe na kikundi chao sasa, wao tunawatambulisha kwenye benki, benki inawapa, na sisi tukiwasaidia. Kwa hiyo wanaendelea. Kwa hiyo watatoka milioni tano, wataenda milioni kumi. Hapo sasa tunakuwa tumewasaidia watu, watu kuvuka kiuchumi kutoka kwenye umasikini kabisa. Eh, ambao unasaidiwa na TASAF kwenda sasa kwenye kuji kuji, kujiwezesha mwenyewe na kuwa na duka, kutoka kwa mama Ntilia anauza vitumbua anaongeza kabati kidogo, anakuwa kabati kazuri, anaongeza mwisho wake, mwisho wake ana duka kwa anakuwa amevuka zile stage za za, za kwenda kula. Lakini changamoto ya Dar es Salaam ndio hiyo kwamba Dar es Salaam ni mji wa kila mtu kukiwa na programu ile hiyo unayoisema, maanake sasa na influx pia ya, ya watoto hao wa itaongezeka. Manake sasa itakuwa wanaotoka Dodoma wanaletwa, wanaotoka Morogoro wanaletwa, wanaotoka Tanga. Kwa hiyo <laughs> itaikuta <laughs> ndio maana kidogo wala NGOs kidogo wana, wana, wana, wana mudu hiyo zaidi, lakini ziko NGO tunashirikiana nazo especially kwenye mambo ya ukimwi. E, kuna vikao vinakaa pale nadhani kila mwezi halmashauri hizi na hao wadau. Kuna fungu lipo kwa ajili ya waathirika. Sasa hao ni tofauti, wale waathirika. Kwa hiyo ziko namna nyingi za package zinazokuja, lakini sio za kutegemea sana na hazilengi sana wajasiriamali. Tumeipa, tumewepa kipaumbele kwa sababu kuna, kuna, kuna mwonekano wa ku, kurudishwa yani kue, mtu kuendelea lakini ile ya kuwa mtu ni dependent kwa halmashauri kabisa inakuwa ni ngumu. Ile ndio maana iliweka kwenye mfuko wa serikali wa Tasafu, kwa sababu ule sasa ni ile ndio inasaidia kuangalau afike level fulani. Kwa hiyo nashukuru umenipa changamoto nzuri, tutaona namna gani huko mbele jinsi ya kuiweka hiyo. Kinondoni na majimbo mawili ina Kinondoni ambayo mbunge kule ni wa CUF kutoka chama cha CUF ina Kawe, mbunge kutoka Chadema, lakini eh, eh, meya anatoka CCM. Uh, manispaa inaendeshwa na baraza la madiwani, ambaye meya ndio mwenyekiti. Wabunge ni, ni, ni, ni, ni madiwani na ni wajumbe wa lile hiyo ni pamoja na, na, na, na, na mawaziri, tuna mawaziri mle na mawaziri karibia watatu wanne mle tuna naibu spika. Kwa hiyo manispaa inaendeshwa kwa kamati, inaendeshwa kwa kanuni, inaendeshwa kwa taratibu. Mimi toka niingie, ni, ni, ni ushirikiano unaopata ni mkubwa sana, si, sijapata hata siku moja upingamizi, sijafika hata siku moja nika katajwa vyama hakuna, na ni kwa sababu hawa watu wote hukumu yao ni wananchi wao. Kwa hiyo ni mara chache ambako mimi nitaingiliana nita, nita, nita, nita, nita na mbunge kwa sababu hatuna sehemu ya kuingiliana eh. Manispaa inapanga bajeti ya mwaka manispaa inatekeleza miradi iliyoingizwa kwenye bajeti ya mwaka kama mbunge hakushawishi baraza lipitishe budget, manake akija sasa ata ofisini, sasa atakuja kulilia nini? Manake miradi inayotengenezwa na, na inaofanyiwa kazi ni ile ambayo imeingizwa kwenye budget ya mwaka huu. Kama mlitenga barabara saba, labda bilioni tano, manake hizo barabara saba ndio zitakazojengwa. Huwezi kuja katikati ukasema, bwana mimi nataka bwana barabara hii nimegundua. A a, usubiri labda mpaka mwezi wa kumi na mbili ndio unaweza ukafanya reallocation. Eh, na inakuwa sio wholesale, inakuwa ni budget ndogo ndogo una allocate. Kwa hiyo hilo hilo la kwanza, kikanuni hatuna huo muingiliano. Lakini la pili, eh, sija si, kiukweli waheshimiwa uh, wabunge wanaheshimiana nao sana. Katika kawaida tunaheshimiana nao sana. Sijawahi kugombana nao, hatujawahi kubishana. Ingia kwenye vikao, wanashiriki, wanatoa michango yao. Kwa sababu ukiingia pale kwenye kikao mimi ni mwenyekiti. Wao ni wajumbe huku, ni na watendaji. Kwa hiyo wale wanaoyataka wao wanamuuliza mkurugenzi, ambaye ndio mtendaji akisaidiwa na wale wakuu wa idara. Kwa hiyo yale yanaowezekana watamwambia yanawezekana, yasiyowezekana. Mimi sasa ni pale, mimi ni refarii pale. Kwa hiyo mimi pale <laughs> mimi na refarii tu, yanarushwa huku, mimi naona hili limezidi, lizuie hili. Kwa hiyo mimi pale nakuwa sina matokeo. Hilo hilo, mimi sijakutana na changamoto kabisa. Lakini kikubwa kuliko yote kinachotekelezwa sasa hivi ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndio chama, chama kilichoshinda uchaguzi mkuu. Ukishinda uchaguzi mkuu, yote yanayotekelezwa ni yale yaliyokuwa kwenye ilani, kwa sababu wananchi wameambiwa e, wame, wame, wame ilani zote, wakaamua wachague chama kwa kupitia ile ilani. Wao nachoenda kutekeleza mimi, ingekuwa hata wameshinda Chadema uchaguzi mkuu, mimi ni meya ni wa CCM, ningeenda pale ningetekeleza ilani ya chama kilichoshinda. Kwa sasa hivi ni kwamba tunaangalia CCM iliahidi nini, ndio hayo yanashushwa yana, yana, yana kwenye utekelezaji kwa sababu ndio ilani iliyo iliyo iliyo iliyopita. Kwa hiyo katika hayo hatuna ubishi sana eh, kuna ubishi wa kawaida tu wa, wa, wa kawaida wa vyama, lakini kusema kwamba kuna kitu kikubwa cha kukwamisha labda mmenuniana, amna hizo. Na zingine unajua ni kwenye media mtasaba napo panawaka moto yani, very friendly, tunacheka tu mambo yanaenda yani. <laughs> Unless sasa huyo mtu, kwa sababu mtu anahukumiwa kwa maendeleo, anaenda kwa wananchi kwa wengi, wakiingia mle wanatetea maeneo waliotokea. Kwa mfano diwani wa Mabwepande akiingia, atalamika, jamani kwangu zahanati kule, naomba mnifikirie, shule ya watoto ile, jamani, bweni ile bado. Akiingia mle hataki kuwaza chama mle, anaingia anawaza wananchi wake. Sasa wewe ukikaa unawaza chama mle, muda unaenda, utakuja sasa kuhukumu kwamba mbona wewe hujatuletea maendeleo. Kwa hiyo ukiingia mle unapigania eneo lako zaidi kuliko kupigania e, itikadi za vyama.